Sasa hivi wote tunafahamu tuna mchakato wa uchaguzi unaoendelea. Kuna watumishi wako kanisani, lakini kuna watumishi wako nje ya kanisa. Sisi wengine pia ni watumishi. Sasa unakwenda hospitalini, unakutana na mtumishi anayehudumia wagonjwa. Iliwahi kutokea kwamba mgonjwa yuko hoi, anamfata daktari pale, akimweleza kwamba mimi bado nasikia maumivu katika eneo eneo fulani, lakini yule daktari anasema bwana usinisumbue, kwanza mdomo wako unanuka. Sasa tukahakikishe katika uchaguzi huu unaokuja, tunakwenda kuchagua watumishi wa kweli, watumishi watakao kuwa wanaweza kuhudumia watu watumishi watakao kuwa wanaweza kujitoa, watumishi ambao kazi nyingine ni za wito. Zamani ndio kusema, kuna kuna kazi za wito, ualimu, udaktari. Kwa hiyo tukahakikishe tuchague watu ambao wanaweza kuendeleza demokrasia hii ambayo ipo sasa, mchungaji alisema watumishi ambao wanaweza kusimamia uhuru huu wa kuabudu ukawa unaendelea bila shida yoyote, lakini kikubwa zaidi ni kwamba tuna haki ya kikatiba ya kuchagua viongozi lakini, hakuna haki isiyo na wajibu. Wajibu wetu sisi ni kuhakikisha tunajitokeza siku ya tarehe ishirini na tisa kwenda kuchagua viongozi hawa ambao watakuwa wanamtumikia Mungu kama yule msamaria mwema sikisitili kifupi cha maneno ya Kiingereza yeye, maana ya Pentecostal of Churches of Tanzania, ambapo kwa kiswahili ni baraza la makanisa ya kipentekoste Tanzania. Chombo hiki kimeanzishwa mwaka 1993 kikijulikana kama baraza la maaskofu Tanzania, na baada ya miaka ishirini baadaye walitisha mkutano na kubadili jina kuwa baraza la makanisa ya Pentekoste Tanzania hapa tani. Basi baraza hili limeanzishwa mwaka 2013. Madhumuni ya baraza ni kuunga mkono jitihada zote za serikali katika kujenga na kuiongoza nchi wa kufuata katiba ya jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ikiwa ni pamoja na kushiriki uchaguzi mkuu utakaoufanyiki mwaka huu tarehe mwezi 2922 inashirikiana na serikali katika kuiniza maadimu mema katika kuudii ijii